Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya kumi na sita ya mafungo yetu ya siku arobaini ya Kwaresma, na jana nilianza kukueleza somo linalosema kwenye huu mfululizo kwamba minyororo ambayo inafunga maisha yetu, minyororo kumi, eh, kumi ambayo inafunga maisha yetu na nilikwambia kwamba nitaanza kukueleza mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo leo nataka nianze na mnyororo huu wa kwanza ambao ni mnyororo wa dhambi eh, dhambi ambazo wakati mwingine hata tunaziita dhambi za kawaida. Unamsikia mtu anasema hiyo ni dhambi ya kawaida tu. Labda nianze nikuulize maswali kwamba hivi ulishawahi hata siku moja ku, kusema uongo ili tu kuepuka matatizo au, au kuepuka aibu eh, ambayo labda ingekukabili na ukalazimika kudanganya ili kukwepa hiyo? <laughs> Bila shaka mara nyingi. Au unakumbuka mara ya mwisho ni lini? Kwa mfano, bila shaka hata ukumbuki, maana labda umezoea kusema mara nyingi. Au hivi unakumbuka siku ambapo ulimsengenya mtu bila kufikiria athari zake? Inawezekana kabisa kwako uliona ni, ni fursa nzuri ya kumwaibisha, ni fursa nzuri ya kumsema vibaya lakini sijui kama umeshawahi kufikiria athari zake kwa maisha ya huyo mtu. Unajua, wakati mwingine ni rahisi sana eh, kuona dhambi kubwa eh, kama kuua eh, ukasema kuzini labda au kutoa mimba eh. Ni rahisi kuziona hizi kwamba ni dhambi kubwa, labda ni dhambi za hatari. Lakini vipi zile dhambi ndogo ndogo eh, tunazoziona kwamba ni za kawaida kabisa, mtu anaona hata sio shida kuitenda Najua nikikuuliza, kwa mfano, ni dhambi gani ambazo umezizoea? Umezizoea kiasi kwamba huzioni tena kwamba ni hatari kwa, kwa roho yako umezizoea mno eh? Au je unatafuta kufanya toba ya kweli eh? Kwa dhambi hizi au unazitetea. Wakati mwingine kuna ile hali mtu anatetea ile, ile dhambi eh? Unazitetea hizo dhambi kwa sababu umeshaziona ni za kawaida, ni kama vile ni sehemu ya maisha yako sasa. Eh, kuna dhambi ambazo ndugu zangu, zimekuwa kama sehemu ya maisha yetu ya kila siku kiasi kwamba hata watu hawazihesabu tena kama ni makosa eh. Dhambi kama za, za, za umbea eh, uongo eh, labda hasira eh, uvivu eh, unajua kutokusamea wakati mwingine na dhambi nyingine nyingi ambazo tunaziona ni ndogo ndogo labda kimtazamo wetu wa kibinadamu wakati mwingine zimekuwa zikifanywa kama mazoea eh, lakini tukumbuke kwamba kwa Mungu bado ni dhambi, bado ni dhambi tu na zina madhara vile vile. Mfano mzuri ni, ni jinsi ambavyo watu wanavyozungumza eh, kuhusu wengine kwa nia labda ya kuwadhalilisha eh, au kueneza habari ambazo zisizo za msingi sana, wakiona labda ni jambo la kawaida kabisa. Hasa tukumbuke neno la Mungu linatuambia na linatuonya kabisa katika kitabu cha Mithali eh, ile sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na nane anasema kwamba mtu wa fitina eh, huleta ugomvi naye mchongezi hufarakanisha rafiki na walio karibu eh. Angalia, anafarakanisha, rafiki na alika huyu mchongezi huyu eh. Sasa hii ni ishara kwamba, ndugu zangu, maneno yetu maneno yetu yanaweza kuwa na sumu, au maneno yetu yanaweza kuwa dawa kwa wale ambao tunawazungumzia. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana na kinywa chetu. Hasira kwa mfano ni dhambi nyingine ambayo watu wengi wanaiona kama ni kitu, ni sehemu ya maisha tu ya kila siku. of course, wengi wetu labda tunajulikana eh, tukifanyiwa tuki, tuki, tuki, tuki, tuki kitu labda tunajibu kwa hasira eh, tunajibu kwa uchungu mkubwa eh, labda wakati mwingine hata wengi tumejikuta tukishindwa hata kujizuia eh, tunapokasirishwa tunashindwa kujizuia kabisa. Sasa mtume Paulo eh, anatufundisha anapoandika barua kwa Waefeso ile sura ya nne mstari wa ishirini na sita anatukumbusha, anasema muwe na hasira lakini msitende dhambi eh. jua lisichwe mkalipo na hasira, bado mkiwa na ile hasira, jua lisichwe, hmm? Mtakatifu Fransisko wa, wa Sales kuna namna nzuri anaiweka anasema, hakuna kitu kinachoweza kutupeleka mbali na Mungu kutupeleka mbali na Mungu kwa haraka sana kama roho ya hasira nasema roho ya hasira inatupeleka mbali na Mungu kabisa. Sasa kipindi hiki cha kwaresma, kwaresma ni muda wa kujifunza wa kujifunza kujizuia eh, kujifunza kuwa wapole eh, na kusamehe kwa haraka zaidi, badala ya kuruhusu hasira eh, ichukue nafasi katika mioyo yetu. Unajua, uvivu kwa mfano pia ni mnyororo mwingine wa kiroho ambao unawafanya watu wengi sana kupoteza muda kupoteza muda wao bila kumtumikia Mungu, bila kujibidisha kwa mambo ya kiroho, na mtu anaona ni kitu cha kawaida kwamba anaweza kuamua au asiamue. Eh, lakini watu wengi labda bado tunaona kwamba na tunapuuza, labda tunapuuza kusali, tunakosa muda wa kusali na tunapuuza, lakini si kwamba tunakosa, ni kwamba hatu, hatuweki vipaumbele vyetu vizuri, lakini wakati mwingine hata tunapuuza neno la Mungu labda tunapuuza neno la Mungu au mara nyingi hata tunaahirisha kufanya mema, tukidhani kwamba bado tuna muda wa kutosha. Kuna mambo ambayo tungeyafanya sasa hivi, lakini bado tunaona tuna muda wa kutosha. Takatifu Agustino anazungumza anasema kwamba usiseme nitafanya baadaye, kwa sababu hujui kama utakuwa na huo muda wa baadaye, hujui kama huo muda utakuwepo. Kwa hiyo kumbe bora kufanya sasa hivi, usiahirishe, usihairishe. Mm. Ukisoma Mtume Paulo anapoandikia Wagalatia eh, kwenye ile sura ya sita mstari ule wa tisa anawahimiza, anasema tena msichoke katika kutenda mema kwa maana mtavuna kwa wakati wake msipozimia roho zenu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa Kwaresma, sasa ni nafasi ya kushinda uvivu wa kiroho, ni nafasi ya kuwa waaminifu, waaminifu katika sala, waaminifu katika maombi na kurudia ile bidii tuliyokuwa nayo mwanzo ya kutenda mema kwa ajili ya wokovu wa watu na kwa ajili ya wokovu wetu pia eh? Kwa hiyo in general ningeweza kusema kwamba dhambi yoyote ile hata kama unaiona ni ndogo kiasi gani, ni kikwazo kikubwa kati ya mwanadamu na Mungu. Dhambi yoyote ile, dhambi inapotendwa ndugu zangu, si kwamba inamchukiza Mungu peke yake, lakini dhambi inapotendwa unajua, inamweka mtu mbali na neema ya Mungu, inamweka mtu mbali na ulinzi wa Mungu. Na daima ndugu zangu zangu, dhambi inatufanya tusikie aibu. Dhambi inatufanya tuwe na hofu wakati mwingine eh? Dhambi inatufanya tuwe na ile hatia eh? na haya mambo kwa namna nyingine huwa yanajenga yana, yana ukuta mkubwa wa kiroho unaotutenga sisi na uwepo ule wa Mungu na pia mtu anapojitenga sasa na Mungu eh, kwa njia ya dhambi. Mtu anapojitenga kwa lugha nyingine, moyo wake unakuwa dhaifu eh. hawezi tena kusikia eh, na kutambua sauti ya Mungu kwa urahisi, haiwezekani hey. na hivyo kinachotokea ni nini? Kwamba anampa shetani nafasi ya kumshambulia kwa nguvu. Tukumbuke tu ndugu zangu kwamba adui yetu yaani shetani anatafuta sana fursa ya kutuangamiza, anatafuta fursa ya, ya kumwangamiza mtu namna yoyote ile sasa sasa yeyote yule ambaye yuko mbali na Mungu kwa mfano eh, yuko mbali na Mungu anakuwa mwepesi sana kushambuliwa. Kwa nini? Kwa sababu hana ngao inayomkinga tena, hana hiyo ngao tena, na shetani anatafuta hiyo fursa aipate. Kwa hiyo kama wana ndoa kwa mfano wanajitenga na Mungu, wamejitenga na Mungu kwa dhambi, hawasali pamoja, hawamtegemei Mungu pamoja katika maisha yao ya kila siku, basi wasishangae kuona ndoa yao ikivamiwa na mashambulizi ya kila namna, kuto kuelewana, mwingine atakuwa na misimamo mikali tu ambayo hata haieleweki hai inatokea wapi, wakati mwingine hata kuvunjika kwa mawasiliano, kuvunjika kwa upendo na mambo mbalimbali yataingia. Na ukumbuke kwamba mashambulizi haya, ndugu zangu, hayawezi kubaki kwenye ndoa peke yake haya mashambulizi yataenda mbali zaidi, yataenda kwenye familia, yataenda kwenye kazi, yataenda kwenye biashara, yataenda kwenye kila eneo la maisha yako, kila kitu kitavurugika. Kwa hiyo ndugu zangu, ninaomba tufahamu hivyo. Adui yetu shetani, sasa huwa anatumia nafasi hiyo ya kuharibu msingi wa maisha ya mtu, kwa sababu anajua kabisa mtu aliye mbali na Mungu hana nguvu ya kupambana na shetani, hana nguvu ya kupambana naye. Sasa ili ni onyo tunalopewa, ni mwito tunaopewa kila mmoja wetu kwamba turudi kwa Mungu tena, tushikamane na Mungu ili tuweze kulindwa, ili tuweze kuimarishwa na kupata ushindi dhidi ya hila zote za adui. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha toba, ni kipindi cha kujitathmini, cha kujitakasa na kumrudia Mungu kwa moyo mweupe, tukitambua kwamba, ndugu zangu, dhambi hata kama ni ndogo kiasi gani, zinaweza kuwa ni minyororo mikubwa kabisa inayotufanya tusiishi kikamilifu ndani ya neema ya Mungu. Tumwombe Mungu atujalie neema hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma. Eh, tuache hizo ambazo tunaziona ni ndogo, hizo dhambi tuziache, kwa sababu tunajitenga na neema ya Mungu, na tukijitenga na neema ya Mungu tunampa shetani nafasi ya kutushambulia kwa urahisi. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nami siku inayofuata ya kesho ntakapokuletea mnyororo mwingine unaotuzuia ubadilika, mnyororo mwingine unaotufanya tushindwe kusonga mbele Mungu watuzi